Usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa umetajwa kuwa tishio kwa watoto walioko umri wa chini ya miaka mitano kutokana na matumizi holela ya dawa za antibaiotiki. Tafiti za mwaka elfu mbili na ishirini na moja zinaonyesha kwamba Tanzania watu zaidi ya elfu kumi wanakufa kutokana na usugu wa vimelea na zaidi ya vifo elfu hamsini na tano vinahusishwa na usugu huo. Kwa upande wake mfamasia bingwa wa binadamu kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, Samson Mesinzo amesema takwimu za dunia zinasema kwamba mwaka, kwa mwaka mmoja kuna vifo visivyopungua milioni moja nukta moja vinavyosababishwa moja kwa moja na usugu wa vimelea vya dawa. Um, tuko katika wiki ya maadhimisho ya kuzuia uh, usugu juu ya vimelea vya dawa kwa lugha nyepesi inatambulika kama uvida. uh, ukubwa wa tatizo hili kwa nchi za kwa nchi za Afrika Mashariki, labda ningeongelea Tanzania. Sisi kama Tanzania, ili kuonyesha uzito wa tukio, huwa tunapata vifo ambavyo ni vinahusishwa moja kwa moja na usugu wa vimelea vya dawa takriban vifo elfu kumi kwa mwaka. Naye mwanafunzi wa famasia, kutoka chuo kikuu cha sayansi shiriki cha Muhimbili, MUHAS, Timothy Mbaga amesema wananchi wana nafasi ya kutumia dawa ipasavyo. Wakishindwa kujua namna nzuri ya kutumia dawa watapata vimelea hivyo. Usugu vimelea dhidi vya magonjwa dhidi ya dawa ni tatizo ambalo linatokana pale ambapo hivi vimelea vinasababisha magonjwa, kwa mfano bakteria, virus au fungus, wanakuwa hawawezi tena, yani zile dawa zinakuwa hazina uwezo wa kufanya kazi ambayo inahitajika kwa unakuta mtu alikuwa anauma kifua lakini akitumia amoxicillin anashindwa kupona, kwa sababu wale bakteria ambao wanasababisha kifua hawawezi tena kutibiwa na amoxicillin, kwa hiyo vile vimelea vimekuwa sugu. Au ni pale ambapo mtu ana tatizo la virus, alafu anatumia tiba yote, kwa mfano kipindi cha COVID-19 COVID-19 COVID-19, inasababishwa na virus, lakini dawa nyingi ambazo zilikuwa zinatumika kusaidia kupunguza zile eh, zile symptoms ambazo zilikuwa zinatokana na hivi virusi vya COVID-19, watu walikuwa tumia antibiotics. Kwa hiyo ile inakuja kupelekea wale virus wawe resistant, au wawe sumu. Kwa hiyo, wananchi wana nafasi gani katika kupambana dhidi ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa? Sasa mwananchi ndio mtumiaji mkubwa sana wa dawa, kwa hiyo ana nafasi ya kutumia dawa ipasavyo. Na hizi e, sababu zinazopelekea usugu wa vimelea dhidi ya dawa au vida ina, ikiwemo ni matumizi ambayo sio sahihi ya dawa kwa maana mwananchi akishindwa kujua namna nzuri ya kutumia dawa itampelekea aweze kupata vimelea ambavyo ni sugu. Aidha, kati ya vifo elfu kumi hadi elfu hamsini na tano vinavyohusishwa na usugu wa dawa, takribani vifo elfu kumi na saba vinawapata watoto wenye umri chini ya miaka mitano huku Shirika la Afya Duniani WHO likisisitiza kuwa ifikapo mwaka 2050 watu wataugua na kukosa dawa za kuwatibu kutokana na usugu wa vimelea dhidi ya magonjwa. Bado inasisitizwa kwamba um, watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano ndio wanaoongoza vifo uh. Hivi kunazo research nyingi zimefanyika, na zinaonyesha huko tunapokwenda miaka uh, uh, kuanzia 2025 mpaka 50, inawezekana tusiwe na uwezo tena wa kupambana na usugu wa vimelea vya dawa, kwa sababu dawa tunazozitumia kwa sasa zinaelekea kushindwa kufanya kazi zake vizuri. Wataalamu wamekuwa wakifyatua dawa na dawa. Walianza na dawa ya kwanza, alitumia lugha ya first generation, second generation. Kwa hiyo wanaanza na dawa ya mwanzo, baadaye wanaona hii dawa inashindwa, wanaleta jaribio tena la pili, wanaleta jaribio mpaka wanafikia jaribio la tano. Mimi sikumbuki mara ya mwisho uh, dawa mpya imetengenezwa lini. Sio chini ya miaka 40 na miaka 50 toka dawa ya mwisho ilivyotengenezwa Hii miaka ya karibuni miongo karibia mitano sita hakujatokea tena mpia, na dawa mpya ya kupambana na usugu wa vimelea vya dawa. Kwa hiyo tusipozitunza hizi dawa chache tulizo nazo tukaziboresha tukatoa elimu, itakuwa ni uh, tatizo kubwa. Akizungumza na Daily News Digital, makamu mwenyekiti wa chama cha ufamasia Tanzania Mary Kisima amesema katika hatua ya kudhibiti usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa kongamano hilo barani Afrika utakaofanyika Disemba 2 hadi 6 2025. Tarehe mbili mpaka 6 mwezi wa 12 mwaka 2025 utakuwa na kongamano la uelewa juu ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa katika bara la Afrika na kongamano hili litafanyika nchini Tanzania, mkoa wa Dar es Salaam. Katika kongamano hili tutakuwa na mawasilisho mbalimbali kutoka kwa wataalamu wa afya mbalimbali barani Afrika ambayo itasaidia kuongeza uelewa juu ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, lakini pia kuona kwa sasa hivi bara la Afrika liko wapi, data zinasemaje, lakini pia mipango mikakati ya kuendelea kupambana na usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa ni ipi. Kwa hiyo ni nafasi ya pekee sana sisi kama nchi kushiriki kongamano hili ili kuweza kuona uh, ukubwa wa hili tatizo na namna ambavyo nchi na, uh, na bara la Afrika kwa jumla limi limejipanga uh, kupambana na usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, na taarifa zaidi zinapatikana kwenye tovuti za wizara ya afya. Uh, kwa mtu yote ambaye anapenda kushiriki, anapenda kuendelea kupata taarifa zaidi anaweza kuingia uh, katika tofutu, tovuti za wizara ya afya ili aweze kuona uh, mipango mikakati inavyoendelea. Ni tarehe mbili mpaka sita uh, mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano Dar es Salaam, Tanzania. Kwa taarifa zaidi, unaweza kuingia katika uh, tovuti ya wizara ya afya ya Tanzania. Sisi kama chama tunaendelea kuwaomba na kuwasisitiza wafamasia popote pale walipo kuendelea kuhakikisha kwamba wanawapa wagonjwa elimu ya matumizi sahihi asababu mojawapo ya chanzo cha usugwa vimeelewa vya mgonjwa dhidi ya dawa ni kuto kutumia dawa vizuri, na hili kwa wafamasia ni eneo letu. Simpe mgonjwa wa dawa za kiantibyotik kama hujajiridhisha kwamba dawa hizo zinaenda kutibu nini. Je, mgonjwa ameelewa kuhusu matumizi ya hiyo dawa? na je, mgonjwa amekuuliza swali lolote ili ujiridhishe kwamba kweli yameelewa? kwa, kwa, ya kwa tuna wajibu wa kuzilinda hizi dawa tulizo nazo ziweze kutusaidia. Na tukiangalia WHO wanavyotuambia kwamba 2050 eh, watu wataugua magonjwa tu madogo na hawatapata dawa ya kuwatibu, kwa kweli ni inatishia. Na kwa sisi wa famasia, tuna nafasi na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunalinda hizi dawa za kiantibiotiki tulizo nazo, ili dunia iendelee kuwa salama kwa kila mmoja kuishi. Mtazamaji wa Daily News Digital bila shaka tumewasikia wataalamu wa famasia wamezungumza namna gani ya kuepuka usugu wa vimelea ikiwemo matumizi sahihi ya dawa. Kufikia hapo mimi sina la ziada niliyekuwa na kuongozea kipindi hiki. Mimi ni Aveline Kitomari na mpiga picha wangu ni Meshack Mkomi. Asante.